Vifaa vya mawasiliano ya kielektroniki uh, vimegawanyika katika makundi mbalimbali mbali. Mm. Kuna, kuna vifaa ambavyo vinatumiwa moja kwa moja na watumiaji uh, kama vile simu ya mkononi, TV za nyumbani, simu za mezani. Kuna vifaa kama vile uh, vifaa vinavyotumia vinavyo teknolojia ya wifi, bluetooth, pia visimbuzi tunavyotumia majumbani. Hivi vinapatikana katika kundi la kwanza ambalo uh, ni la vifaa vya mawasiliano vinavyotumiwa na wateja wa mwisho moja kwa moja, hilo ndo kundi la kwanza. Kundi jingine uh, ni, uh, ni vifaa ambavyo uh, vinatumiwa na watoa huduma wa simu pamoja na intaneti. Hii inajumuisha vifaa ambavyo husimikwa katika minara ya simu, lakini vifaa pia vinavyotumika kuchakata na kuwezesha mawasiliano ambavyo vinawekwa katika ofisi mbalimbali za watoa huduma. Kundi la tatu ni uh, vifaa ambavyo vinatumika katika urushaji wa matangazo ya redio na televisheni. Uh, hivi navyo pia vinahusika katika uidhinishaji na ni lazima viidhinishwe kabla vijaingia nchini. Uh, na kundi la mwisho ni kundi la um, vifaa ambavyo vinatumika kuwezesha mawasiliano katika ofisi hizo. Ndo aina za vifaa au makundi ya vifaa ambayo yanahitaji kuidhinishwa kabla ya kuingia nchini na kuuzwa na kutumiwa na watumiaji.